Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Ndiyo, kanisa la Mungu, tumsifu ni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, ambapo siku ya leo tutasoma kitabu hiki cha Injili ya Mathayo ile sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Tufungue kwa sala ili tuanze moja kwa moja usomaji kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo unatuwezesha kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya upendo wako wema wako na hekima yako, tunayaachilia ya maisha yetu mikononi mwako. e Bwana, tunaomba utusamee maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumetenda dhambi kinyume na mapenzi yako. Tunaomba damu ya Yesu inenayo mema kuliko ya Habili itutakase na kutuosha. Tupe kibali, e Bwana, kulisoma neno lako na kila mtoto wako alioko hapa aweze kuelewa na kujengwa ili sote tuendelee kuwa imara katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea mbele kwa kusoma kitabu hiki cha injili ya Matayo ile sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Wedi Project. Mlango wa 15. Ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema Mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee? Kwa maana hawanawe mikono walapo chakula. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi huihalifu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake, kufa na afe. Bali ninyi husema, atakeyemwambia babaye au mamaye, chochote kikupasacho kusaidiwa na mimi ni wakfu, basi asimheshimu baba yake au mama yake. Mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu. Enyi wanafik, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni mfahamu Sicho kiingiacho kinywani kimtiacho mtu unajisi, bali kitokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo waliposikia neno lile walichukizwa? Akajibu akasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Waacheni hao; ni viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili basi. Petro akajibu akamwambia tueleze, mfano huo. Yesu akasema, hata sasa ninyi nanyi mngali hamna akili? Hamjafahamu bado ya kuwa kila kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni? Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi ushuhuda wa uongo na matukano; hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeyo hakumjibu neno Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja kumsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, Mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Yesu akaondoka huko, akafika kando ya bahari ya Galilaya akapanda mlimani, akaketi huko. Wakamwendea makutano mengi, wakimletea viwete, vipofu, mabubu, vilema na wengine wengi, wakawaweka miguuni pake, akawaponya hata ule mkutano wakastaajabu, walipowaona mabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanakwenda, na vipofu wanaona; wakamtukuza Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake akasema, nawahurumia mkutano, kwa kuwa yapata siku tatu wamekaa pamoja nami wala hawana kitu cha kula; tena kuwaaga wakifunga sipendi, wasije wakazimia njiani. Wanafunzi wake wakamwambia tupate wapi mikate mingi hapa nyikani hata kushiba mkutano mkuu namna hii? Yesu akawaambia, mnayo mikate mingapi? Wakasema, saba, na visamaki vichache. Akawaagiza mkutano wa keti chini, akaitoa ile mikate saba na vile visamaki, akashukuru, akavimega, akawapa wanafunzi wake, nao wanafunzi wakawapa makutano. Wakala wote, wakashiba wakayaokota masazo ya vipande vya mikate makanda saba yamejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume elfu nne bila wanawake na watoto. Akawaaga makutano akapanda chomboni akaenda pande za Magadani. Mlango wa kumi na sita. Wakamjia mafarisayo na masadukayo wakamjaribu, wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia Kukiwa jioni, mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu; na asubuhi, mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara, isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Nao wanafunzi wakaenda hata ng'ambo, wakasahau kuchukua mikate. Yesu akawaambia, Angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Naye Yesu akafahamu akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi waimani chache, kwa sababu hamna mikate? Hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate mitano kwa wale elfu tano na vikapu vingapi mlivyoviokota? Wala ile mikate saba kwa watu elfu nne na makanda mangapi mliyoyaokota? Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mikate niliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo? Ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mikate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Basi Yesu akaenda zake pande za Kaisari ya Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Uyohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwanena kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, Hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu, Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Amin, nawaambieni pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake.